Utakachokifanya ili uweze kupata TIN namba yako mtandaoni kulingana na maboresho ambayo yametokea siku hizi mbili tatu. Kama nilivyosema kwamba watu wengi sana wamekuwa wakihangaika huku na kule, kwa sababu mfumo umebadilika. Sasa wengine hawaelewi mabadilikaje, japo mfumo umekuwa ni mzuri zaidi, kuna watu wengine hawaelewi. Sasa utakachokifanya, utakuja kwenye browser kama nilivyoingia hapo, naanza mwanzo, kisha umeingia, kisha ingia kwenye browser yako, utakuja kugusa kuandika neno TRA itatokea okay. TRA login rog... au register, utagusa kati ya maneno mawili ambayo yanaonekana hapo juu. Mimi nitagusa. Baada ya kugusa hivyo itatokea tena, itatokea sehemu kama hii hapa. Utakuja kugusa hapo, nitagusa kugusa kama hivyo, tasubiri ifunguke website ya TRA, tasubiri ifunguke itafunguka kama hivyo, kisha kwa imefunga kama hivi sasa. So, unaona jinsi mfumo ulivyobadilika eh. Kwa hiyo baada ya hapo utakachokifanya utakuja kugusa hapa kwenye hivyo vidoti vitatu kushoto, nilipoonyesha na mshale hapa ya kugusa hapo kwenye hivyo vimishare. Baada ya hapo tena utakuja utakuja utakuja kugusa hapa palipoandikwa tini registration, utagusa ukishagusa hiyo tini registration sasa, wewe utakuja kugusa mahali popote upande huu

huku chini kabisa, maelekezo yake huku chini, kwa yule ambaye mfano kama ana, ana, ana kitambulisho hana kitambulisho cha NIDA mfano au ha, hana NIDA, ili eneo hili ukisoma haya maelezo linakuelekeza kwamba utakuja kuchagua hapa ili uweze kuendelea kama una kitambulisho cha mpiga kura. Lakini saa mimi nielekeze ni kwanza kwa yule ambaye atakuwa na namba ya NIDA tayari kwamba anayo namba ya NIDA ni rahisi sana. Sasa utakuja mpaka hapa, kama una namba ya NIDA kwenye hiki kipengele namba mbili, uta samani, utashuka hapa kwenye hiki kipengele namba mbili, hapo palipo andikwa tini application with in hii ni hiki kipengele namba mbili chapo namba mbili, siocho namba moja. Baada ya hapo, utakuja utagusa. Ushagusa, utashuka chini. Yaani, unagusa tu hapa mara moja, hapo unagusa, unagusa mara moja, utashuka chini. Ushakuwa umegusa unaona kama kuna weusi weusi fulani umezingira ujue, um, tayari umeshagusa unaona kama weusiweusi fulani umekoleakolea tofauti na hivi ambavyo vina weusi weusi, utajua tayari kwamba hapa nimeshagusa. sawa basi uta kishakuwa umegusa hivyo utashuka chini kabisa, huko utakuja ukuta amekuwekea kiboksi hichi hapa cha kuweza kuweka namba ya nida asau. so, tumechagua kwenye nida na hapa chini pia utakuja kuweka namba yako ya simu hapa, sio hapa juu, hapa chini utaweka namba yako ya simu. Lakini pia kama utakuwa unashindwa, niongee mapema kwamba, kama utakuwa unashindwa, samani nimerekodi video kwenye makelele kidogo kama utakuwa unashindwa kama utakuwa unashindwa kutengeneza hii, unaweza nani kwenye comment yako, kama umekwama sehemu, unaweza tukaelekezana zaidi. Tuko kwa ajili ya kufundishana, karibu. Kama nilivyosema hapa, utaweka namba ya nida hapa, utaweka namba yako ya simu. Mimi niweka namba yangu ya nida hapo juu, kama inavyoonekana. Lazima uweke namba ya nida kwa usahihi zaidi, bila kukosea. Sasa hapa animesha ni shughuli sasa. E, po hapo zimeshaenea zote. Baada ya hapo chini hapa, baada ya hapo chini hapa, hapa chini nitakuja kuweka nitakuja kuweka namba ya simu namba yangu ya simu, hapo nitaweka na namba ya simu takiwa tuanze ni na, na, na, na, na, mfano kama ni namba bora, unaanza na sifuri au unaanza na saba tu. Kama tuseme kama mtandao tuseme, hapa namba ya simu, namba ya simu unaanza na sifuri saba au una, uh, a, namba ya simu unaanza na saba na kuendelea, au sita na kuendelea, huanzi na sifuri. Kwa hiyo unaangalia mtandao husika, ile sifuri unatoa, unaanza na namba inayofuata know, usianze sifuri saba au sifuri sita au sifuri nane kama nilivyosema kwamba usianze na sifuri saba, usianze na sifuri sita. Uanza kama na saba, anza na saba; kama na sita, anza na sita. Kwenye namba hapo nitaanza saba, hiyo arobaini. Baada ya hapo, baada ya kuandika, baada ya kuandika namba ya NIDA, baada ya kuandika namba ya simu, nitakuja kugusa hapa, nitachagua -business. Mimi nataka enye business chao, kuna wengine wanataka kwajili ya biashara akini hapo bado nataka ajili ya nini? kwajili yangu nataka iwe. Sasa nitachagua icho kipengele, nitaweka kiti kwenye hicho hapo, eka kitiki hivyo. Baada ya hapo, itakuja kugusa neno process ili hapo ni process ya, po, ya ktagusa ili uweze kunipeleka mbele we kunipeleka mbele, tasubiri ifunguke funguke. Kama ivyosema kusubscribe kwa channel hii, ili watu wengine waweze kujifunza zaidi, na usahau kushare video hii kwa watu wengine, ili na waweze kujifunza. Baada ya hivyo, baada ya hapo itakuja itafunguka baada ya, ya hapo itakuja itafunguka kama kama hivi, itakupa maelezo kama haya hapa. Inamaanisha kwamba uweze kuja kukubali hapa, kubali hapa, itakuletea maswali kadhaa, ili uweze kuhakikisha kwamba kwamba wewe mwenyewe ndo mwenye nida na ndo mwenye namba hiyo ya simu na ndo mwenye nida. Kwa hiyo kuna maswali hapa, tutayaona, itaanza kutuuliza na utakuwa unajibu kulingana na wewe mwenyewe, kwa sababu ndo mhusika Nadhani hautokosea maswali. Ukikosea au utakwenda mbele, utakuwa inakuuliza maswali ambayo lazima utakuwa unayajua, haiwezi kuuliza maswali ambayo huwezi kuwa unayajua. Kwa hiyo ntagusa hapo, ntagusa hili neno confirm ili uweze kwenda mbele, niweze kuuliza maswali maswali mawili matatu, tayari kwamba niweze kusonga mbele. Shagusa hivyo, naona imeshakuja Apo taja taja mkoa unaoishi, ni rahisi tu maswali kama haya. hapo Dodoma. Baada ya kuwa ukisha kuwa umeweza kujaza, unakuwa unagusa neno kama ili hapa inter, kwa nitagusa inter inaweze kuendelea mbele. Haya, hapo taja jina la mwisho la mama, nitaandika jina la mwisho la mamaangu jina la mwisho la mama, ni kwamba mama yako anaweza kawa na majina matatu: kwa jina la kwanza ambalo ni la kwake, jina la pili ambalo ni la baba yake, jina la mwisho sikia, jina la mwisho ni jina la babu yake na mama yako. mama yako anaitwa nani na nani ko. Ko mimi nitajaza jina la babu yake na mama yangu. Hapo hapo nimeshajaza, na nimegusa hapo enter tena, nimeendelea tena, nimeteta swali lingine japo nilificha kidogo jina la la babu la, la yake na mama yangu, hapa inaleta jina, taja mkoa ulipozaliwa, hapo itaandika Dodoma. Baada ya hapo nitagusa in, neno enter. Baada ya hapo itakuomba OTP, yaani kuna OTP itatumwa kwenye namba yako ya simu ambayo uliandika. Nadhani imeshatumwa hiyo OTP, unaiona hapo juu na hiyo OTP utakuja kuijaza hapa palipoandikwa enter OTP sawa. Na inakupa kama madaka 4 nadhani, kitu kama hicho. Huo nshaijaza, ngoja nitaangalia angalia OTP angalia OTP, nitai copy hapo. Kama unavyoona, shatumiwa hiyo OTP na TRA, umeshanitumia OTP. Na ifungua miseji yangu kama hivi, na nakuja. Nakuja, nakuja na kopi na OTP. Inakuwa mfumo kama hivi na hizi hapa hizi ndio OTP hizi hapa, nitakuja nitazijaza hapa OTP, halafu baada ya kujaza nitakuja kugusa hivi neno verify OTP. Na verify OTP. Kisha verify OTP. Tayari, kwamba mimi inaniambia kwamba haiwezi kuendelea mbele kwa sababu inaniambia kwamba ay, hapo tumeshafika mwisho, lakini kwa hiyo hapa haiwezi kuendelea mbele kwa sababu inaniambia kwamba tayari mimi nina nini nina nina yaani kwamba hii namba yangu ya tayari kwamba nina nina nina TIN namba tayari, kwamba nishe kupata kati TIN namba. Kwa hiyo na ukiingia kwenye message kule na, message kule, na kwa imeshakueleza bwana wewe oh, tayari ushakuwa kana TIN namba imeshatuma na message kule. Sasa mimi nilikuwa nataka nikuelekeze tu kwamba, bwana, hivi ndio ndivyo unaweza ndivyo unavyoweza kujaza TIN namba kiurahisi zaidi, na nitakuonyesha kwamba vipengele ambavyo vilikuwa vinafuatia. Mfano kama tungevuka hapa, vingekuja vipengele gani? Vingekuja vipengele, vipengele ambavyo vya kumalizia mazia tu. Unaweza ukajaza mkoa sijui, unaweza ukajaza unaweza ukajaza taarifa za mkoa unaoishi wilaya, kijiji, sijui ni kata na kadhalika. Kwa hiyo mimi hapa inaniambia kwamba tayari tayari kwamba ninayo TIN namba kama nilivyosema kwamba hapo kipengele ambacho kingekuwa kinafuata ni kipengele cha kirahisi sana. Tuseme hapa tumefika mwisho, kipengele ambacho kingekuwa kinafuata ni kile ambacho unaweza kaweka mkoa wako, kuvuka kwenye ukurasa huu, kwamba inakwambia uweke mkoa uliopo, wilaya uliopo, sehemu unapoishi. Baada ya hapo, inakwambia prosesi inamaliza moja kwa moja. Kwa kama nilivyosema, kama kutakuwa kuna mahali umekwama na nataka kuuliza, unaweza kuweka kwenye comment ili tuweze kusaidiana zaidi. So karibuni sana kama nilivyosema, msahau kushea video hii kwa watu wengine ili waweze kujifunza zaidi. Karibuni sana, nawashukuru sana kama utakuwa na maswali, lakini pia kama utakuwa na changamoto unaweza ukaniuliza. Tuka, tuka so, ni tukaelekezana wapi umekwama. Karibuni sana, tuko hapa kwa ajili ya kujifunza na wakaribisha wote.